Katika sehemu si zako za mwili kuna pande mbili, kuna pande ya kuchukua na kuna pande ya kutoa. Unapotazama hivi hautazami na macho yako mawili kumbuka, aliye ndani ndio anaongoza mwili wako. Ukitazama hivi na macho unapata ni macho moja huwa yanatazama. Jaribu kuanga, kujiangalia kwa kioo uangalie vile unavyojitazama, utaona kuna macho moja ambayo ina reflect sana, nyingine mpaka hiyo sense sense, you, you take your sense back there, ndio unapata nyingine, pia inachukua ushukani. Tuna macho ya ndani, macho ya ndani ikireflect katika njia moja, ndio unapata unapokea information kutoka pale ni kama vile unavyosikia ya uh, yakuwa nikipata kitu kutoka kwenye mkono huu, basi ni mema yanakuja. Ama mkono huu kinikuna, ni mema yanakuja. Mkono huu ukiwa uh, unanikuna, ni vitu vyangu vinaondokea. Macho haya yakiwa yanapigapiga, unapata ni hatari inakuja. Macho ya huku ikipigapiga, unapata ni mema inakuja. Masikio ya huku ikipigapiga, mema yanakuja. Masikio ya kule ikipigapiga, hatari inakuja. Same applies katika brain yako, katika brain yako kuna vitu ambavyo ambavyo masikio haya yako yakisikia vile, unaenda kusikia umbea. Umbea ukiingia pap, kuna vitu ambavyo vikiingia katika breini yako soli yako inachukua vitu ambavyo vitaleta lessons kwako, ambavyo vitakaa in the brain, na kuna vingine vinaachilia. That's why unaweza ambiwa kitu, vingine umekumbuka, vingine unasahau. Ni kwa sababu zile ambazo umekumbuka zina masomo juu yake. Zile ambazo umekumbuka ndio yenye brain yako ama soli yako inataka kuchukua kama experience ama masomo ndani yako. Ni kama vile unavoota, ukiwa unaota kuna vitu unakumbuka na kuna vile ambavyo hukumbuki ni kwa sababu zile ambazo unakumbuka zina mafunzo, zile ambazo ukumbuki hazina manufaa, and that's why unapata muda wa kufanya meditation. Muda wa meditation ni kudesan thoughts ambazo hazina manufaa katika akili yako. Wakati unapo discern thoughts, unabaki kuweza kucontrol your mind, that is when the soul inachukua ushukani, na soul ikichukua ushukani ina bring in only thoughts, mawazo ambayo inaleta manufaa kwako, ambayo inaweza kumanifest because mawazo inapozidi kujiregelea katika akili yako, hapo ndo inapata kumanifest, kwa sababu inakaba anga So katika macho yako, vitu ambavyo unaona ikiwa unaona so much darkness, umetoka kwa movie, umeona vitu vibaya sana, inakuwa ni macho macho. Kuna macho huwa inanyakua, ina capture. Macho yako ni kamera ya mwili wako. Macho yako huwa ina capture historia yenye imeona, alafu ina take into the brain. Ikitake into the brain, if if your brain or your soul needs lesson itakuwa ina recycle katika akili yako mpaka you overcome that fear, ndio upate kutuliza your mental health, your system and all that stuff. So hii vitu vyako ambavyo viko katika mwili wako vimeumbwa kwako kuweza kukusaidia kudiscern and kuaccept. Na ikiwa wewe ni mtu ambaye, kwa sababu katika mkono, katika mikono yako kuna ile ambayo inachukua sana na kuna ile ambayo inatoa sana ikiwa wewe huna balance unapata, unachukua vitu sana, una overdo vitu, unafanyia watu vitu ili kupata vitu sana. Na ikiwa unachu, unatoa sana, unapata you become vulnerable, unatumika ovyo ovyo, wewe kazi mtu akisema tu nime, unatoa nene, unatoa unapata, hata sometimes unajikosea wewe mwenyewe, mpaka ujifundishe kukaa na sehemu zako mbili, sehemu za kiume na sehemu za kike. Katika sehemu zako kuna sehemu ya baba, sehemu ya mama. Kama hujajiweka sawa, unapata maisha yako hayana mema miguu yako kuna miguu inakuelekeza katika maovu na kuna miguu ambayo inakuelekeza katika mema. Macho yako kuna yale ambayo yanakuelekeza katika tamaa, kuna yale ambayo yanakuelekeza katika mema. Kinywa chako, hii unapoanza kunena papapa papapa, your thoughts because from your thoughts comes you speaking, from what you are hearing comes you speaking. So katika katika brain yako kuna kuna ya ya kushoto na kuna ya kulia. Kuna ile ambayo inasimamia overthinking, kuna ile ambayo inasimamia intuition, na unafaa kujigundua wewe, wakati overthinking ama, ama intuition inanena ni gani na ni wakati gani. Jaribu kujifunza mwili wako uko vipi, and that's why huwa anasema pata muda na mwili wako. Pata muda wa kujifahamu, si kila wakati mitandao. Basi wewe uko tu kwa mitandao kuanzia asubuhi mpaka jioni? Pata wakati mwili wako mwenyewe, ni mitandao ya kutosha. Ukikaa na mwili wako hivi utapata information mpaka ujiulize, na hii yote imekuwa ndani mwangu? Eh, haya, anza kujifanyia kazi.